Mashallah, alhamdulillah, taasisi yenu. Leo tuko Zanzibar tukiendelea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kugawa tende. Alhamdulillah, tuko katika kumi la mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala atukubali. Kama mnavyojua, wale wanaofanya kazi ngumu Allah anapenda. Naona mwenyekiti wangu wa Zanzibar anafanya kazi ngumu, yuko kwenye lori hapa nyuma eh, anagawa tende tunakwenda sehemu mbalimbali kwenye waislamu wengi na wagawia tende alhamdulillah. Hebu fikirieni, kila atakayekuwa na kula hii tende moja, basi akifungulia tende hii ambayo tumekuwa sababu sisi kumfikishia, Allah subhanahu wa ta'ala anatupa sisi ujira wa saumu yake, lakini bila kupungukiwa yeye, na vilevile wale waliotuletea hizi tende wanapata, wale waliosaidia kufikisha wanapata. Allah subhanahu wa ta'ala ni mtoaji Anataka tu sababu za kutoa. Kwa hiyo, ndugu yangu, na wewe vile vilevile jitahidi ufanye kazi kama hii. Fanya hidma ya watu, fanya kidma ya waja wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atafanya kidma yako. Ukifanya ibada unapata janna, ukifanya kidma unampata Allah. Sasa sema janna na Allah, ipi bora? Allah ni bora kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia hapa duniani, atakusaidia kaburini na kesho akhira, milele na milele, atakupa janna kubwa na kubwa na kubwa. Ndugu zangu, tujitahidi eh, kushirikiana kwa ajili ya kufanya eh, jambo kama hili. Tuko tunazunguka na gari leo eh, kuhakikisha hizi tende leo tunazimaliza. Gari lote ilikuwa limejaa hili, alhamdulillah. Tumeshafika sasa hivi bakia robo, tunamalizia inshallah. Tuko, tuko pamoja kwa dua, alhamdulillah.